Somo kubwa ni imani, lakini imani ambayo ni beyond. Sio hii imani tunayosikia tumwamini Mungu, Mungu atafanya. Hapana, you need to have a crazy faith, yaani ile imani ya kwamba shetani ametaka hajataka, nitapita. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini pia ukiendelea inasema pia ukisitasita usidhani kama utapokea kitu kutoka kwa Mungu. Niliwaambia nilichukua tu mstari mmoja kwamba nitabarikiwa shambani, nitabarikiwa na mjini. Nikaamua kutembea nao. Wakati natamka vilikuwa havipo, hivi vitu vilikuwa havionekani, lakini kilichonifikisha hapo ni imani na nikiwa kwenye process ya kuvifanya bado changamoto zilikuwepo, lakini kilichoendelea kunivusha ni imani. Imani isiishie tu kuwa imani, lakini iwe imani juu ya nini? Neno la Mungu linasema, yani uamini neno la Mungu. Biblia inasema Mungu analiangalia neno lake ili alitimize. There is no way utafanikiwa kama hauna imani ambayo ina foundation base ya neno la Mungu. Si tumeelewana?